Liko jambo moja la muhimu sana ambalo Biblia inafundisha na kulitilia mkazo mno, na swala hilo ni juu ya wajibu wa Wakristo kuomba kwa ajili ya viongozi wao. Na ninaposema kuomba kwa ajili ya viongozi, simaanishi viongozi wa dini, lakini viongozi wa kisiasa na viongozi wa kiserikali. Kwa nini? Kwa sababu maamuzi ya hawa viongozi yanaathiri utendaji kazi wa kanisa kwa namna pana sana. Akimwandikia Timotheo katika Timotheo barua yake ya kwanza, ile sura ya pili aya ya kwanza na aya ya pili Paulo anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwenye aya ya pili anakuja kuendelea anasema, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu. Kabla ya mambo yote anasema nataka dua na sala na maombezi vifanyike kwa ajili ya watu wote pamoja na shukrani lakini kwenye aya ya pili anasema kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Sasa unaposoma versions zingine za Biblia zinafafanua hili katika namna ambayo ni ya wazi zaidi kuliko hii, kwa sababu hii inaweza ikaonekana kama anamaanisha kwamba vifanyike tu kwa ajili ya watu, watu wote yani bila kuweka ile uh, distinction. lakini unapokuja kusoma kwenye Biblia ya Kiswahili cha kisasa, Biblia habari Njema, anasema hivi kwanza kabisa nawasihi muombe dua na msali na kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu wote. Aya ya pili anasema kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka ili mpate kuishi maisha ya utulivu na amani pamoja na uchaji wa Mungu na mwenendo mwema. Bwana Yesu asifiwe. Anafafanua vizuri, yaani ni Paulo anawaambia washiriki wa ya kanisa ya kwamba, ili kazi yenu isipate vizuizi visivyo na ulazima, ili msipate usumbufu usio na ulazima sana ili muwe na maisha ya utulivu na maisha ya amani na kanisa lisonge mbele, mnapaswa kuomba kwa ajili ya viongozi wenu. Kwa nini? Kwa sababu katika maandiko matakatifu yaani Biblia, imeonekana zaidi ya mara moja ya kwamba viongozi wa kiserikali na viongozi wa kidini wamekuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba kanisa linasogea mbele au kanisa linarudi nyuma, kwamba watu wa Mungu wanakuwa wachamungu au hawawi wachamungu. Ilionekana kwamba viongozi wa kiserikali wana nafasi kubwa sana Angalia pale ambapo kwa mfano zinatungwa sera zinazokandamiza, e, huduma ya kanisa, manake kanisa halitaweza kusonga mbele. Lakini nani aliyetunga? Ni kiongozi. Kumbuka ya kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao unatawaliwa na Shetani. Kwa hiyo ikiwa Wakristo tutalala, hatutakuwa makini katika kuomba kwa ajili ya viongozi wetu, ni rahisi sana kwamba Shetani anaweza akawatumia katika kutunga sera na kutunga a, kanuni na sheria ambazo zitakuja kuandamaini kazi ya watu wa Mungu angalia kwa mfano katika wakati wa Danieli, katika wakati wa Danieli tunapata mfalme pale anaitwa Dario. Mfalme Dario anakuja kutunga sheria ambayo inakuja inamuathiri Danieli katika maswala yake ya ibada na mahusiano yake na Mungu. Kwa hiyo huu ni wito wa watu wa Mungu kwamba tunapoomba, tusiombe tu kwa ajili ya kanisa. Tusiombe tu mafanikio kwa ajili ya kanisa, lakini tunapaswa pia kuomba kwa ajili ya viongozi wa nchi, kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka. Paulo anasema tunapofanya hivyo, ndiyo njia pekee ya sisi kuweza kuwa na maisha ya utulivu na maisha ya amani na kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele. Unaposoma kitabu cha Danieli sura ya 10 aya ya 13, unaona yule malaika akiongea na Danieli. Anasema kwamba wakati tu umeanza kuomba, nilitumwa kwako, lakini mkuu wa Uajemi, mfalme wa Uajemi alinipinga siku ishirini na moja. Mfalme wa Uajemi hapa alikuwa anawakilishwa na shetani lakini, e, hiki kipingamizi shetani alikileta kupitia kwa viongozi wa serikali, viongozi wa ufalme waliokuwa wakati huo. Ikampasa Danieli kusubiri kwa siku nyingi. Kwa hiyo huu uwe ni wito ya kwamba kama Wakristo tunapaswa kuomba kwa ajili ya viongozi wetu ili Mungu awatumie kutengeneza policies, kutengeneza sera, kanuni na sheria ambazo zitalisaidia kanisa katika utume wake, katika kusogea mbele na kuhakikisha kwamba injili inawafikia watu wote. Tuache uvivu, watu wa Mungu. Tusiombe tu kwa ajili yetu, tusiombe tu kwa ajili ya kazi. Basi Mungu atusaidie. Tusiombe tu kwa ajili ya viongozi wa dini, tusisitizwe pia, tumesisitizwa pia kuomba kwa ajili ya viongozi wa kisiasa viongozi wa kiserikali na wafalme kwa sababu hata wao pia wana mchango mkubwa kwa ajili ya maendeleo ya kanisa na kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana unaposikia ujumbe huu na unapouweka katika utendakazi, kuomba kwa ajili ya kiongozi wako wa kiserikali, ili Mungu amtumie kwa ajili ya kusogeza mbele gurudumu la injili. Mungu awabariki sana.